Tena tuko mtaani kuzungumza na washabiki wa Simba na Yanga kuhusiana na michezo. Hapa tuko na washabiki wa Simba lakini na wa Yanga Simba tunaenda kuzungumzia game ambayo itapigwa Jumamosi kati ya RS Berkane na Simba ya fainali ya kwanza mkondo wa kwanza ya kombe la Shirikisho barani Afrika, lakini pia tunazungumza na Wayanga. Jana wameshinda goli tatu kwa bila, panua wigo kufuata ubingwa wa ligi ya NBC Tanzania Bara. Tunaanza na shabiki wa Simba Harikisi. wewe ni shabiki wa Simba. Simba wameenda Berkane, jana ni Moroko. <coughs> wanaenda kucheza fainali ya kwanza na Berkane, unaiona wapi nafasi ya Simba kwenye mchezo huo wa Jumamosi? nafasi kwa sababu mechi haijachezwa tunaweza tukasema ni hamsini kwa hamsini. Mm. Kwa hiyo tutasubiria mechi ichezwe Jumamosi, alafu ndio tutakuja kuona tuna nafasi gani. Nafasi tunayo kwa sababu Berkane hawezi kusema tumeshabeba kombe. Maana yake wakisema ameshabeba kombe mechi inatakiwa isiwepo. Kwa uzoefu Berkane wanaonekana ni wazuri. Of course wana timu nzuri kwa sababu wamekaa muda mrefu. Hilo aliwapi wasiwasi? Hapana, ukishaingia kwenye vita hamna wasiwasi. Unakabiliana na kitu kinachokuwa mbele yako, Hatuna changamoto ya kusema kwamba wao ni wakubwa, ni wazuri, hata si Simba ni wazuri. Kwa hiyo tunategemea mchezo mzuri. Of course, mimi najiamini tuna asilimia hamsini mpaka sitini yakuwa mabingwa, kwa sababu tangu tumepoteza gemu ya UD Songo na Jona Galaxy pale kwa Mkapa hajawahi kutoka mtu salama. Ninaomba Mwenyezi Mungu akitujalia tukapoteza, tupoteze kwa tofauti ya goli moja, maana hapo unaimaanisha ugenini, ugenini kusudi Usudi wawe na kazi kubwa. Kwa Mkapa, sisi pale kwa Mkapa tunafanya lolote she, hata kama kuna Madrid au hata kama ni Barcelona, tena hii tunafanya lolote, tunafanya lolote kwa Mkapa. Kwa hiyo ni advantage ya Simba kuwa bingwa. Tumeona mmecheza mfululizo mechi za viporo, mechi nne, lakini mmepata matokeo mazuri, hakuna mechi ambayo hamkupata matokeo hii mlikuwa mnatuma salamu kwa RS Berkane. Hizo timu za ligi ya Tanzania huwezi mm kuzilinganisha na Berkane, huwezi kumshika KMC ukamlinganisha na Berkane, huwezi kumshika Pamba ukamlinganisha na Berkane, umuoni huyu mwingine tuliyecheza naye ya, yani wote sio kipimo sahihi kwamba unaweza ukasema tumecheza mechi tume ambazo tuna kiwango bora na kucheza na Berkane. Hii ni NBC, hii ni federation hii ni kombe la ligi Tanzania, kuna timu ambazo ni dhaifu. Kuna hii ni Berikane, ni kombe kubwa la Afrika. Pia mimi naamini kwenye mpira timu inabadilika kulingana na mpinzani uliyekutana naye. Kwa hiyo kucheza viporo vinne kwa siku tatu tatu sio kipimo sahihi kwamba tumejipima kwamba tunaweza tukaingia uwanjani kwa kuamini kwamba tunaweza tukamfunga Berikane. Hapana, tunatakiwa kufanya kazi ya ziada. Kwanza Waarabu watataka kumaliza mechi kwao, wakijua kwamba watakutana na mazingira magumu Dar es Salaam, wakiwa na kumbukumbu ya msimu ule wakati tumepangwa nao. Nadhani ilikuwa ni kombe hili hili, tulikuwa makundi, tulicheza nao kwao Morocco, wakatufunga mbili moja, kama sikosei, walikuja da, walipigwa mpira, yani ulipigwa mpira mpaka nikawa naona kocha msaidizi anatapika, wakiwemo Pindikira, alikuwemo Twisila na Abdurazak yule wale wa Yanga kipindi kile, kama unakumbuka, rais wa Yanga anasema anaongea na wakina Tisera, anasema wachezaji walikuwa kama vile wajitambui, tukawaambia hebu njoo Dar es Salaam utaona. Kwa hiyo watataka mpira uishie Moroko, ila sisi tunawaambia hata ikitokea wakatufunga tatu moja, mechi haijaisha mpaka alifari anamaliza mechi. Wanasema ndo wameshinda pale kwa Mkapa. Sawa, jana mpinzani wako <coughs> kwenye ligi kuu ambayo ni Dar es Salaam Young Africans wamepata ushindi wa goli tatu kwa bila hii, hmm, haikupe wasiwasi kwenye mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu NBC? Ah, kwanza sisi tunatengeneza timu, hmm. Yaani sisi hatuna wasiwasi na ubingwa wa NBC. Mwenyezi Mungu ni vile ameamua kutupa tu. Kocha ametuambia tunatengeneza timu tumpe muda, hmm. Wakati anatambulishwa alisema maneno machache, alisema tuko hapa kufanya kazi na huu msimu tunatamani tuufanye huu wa kipekee. Nimeshangaa, kama vile alijua amekuja. Hatujawahi kuvuka nusu finali, tumevuka nusu finali kwenye misimu mitatu. Msimu wa ulioisha, msimu jana tumemaliza nafasi ya tatu. Simba ilikuwa inaonekana imedrop, imepotea kwenye ramani ya soka. Kocha amejitahidi, benchi la ufundi, lakini nataka nikwambie ujio wa Mohamed Dewji kurudi kama kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba umebadilisha taswira ya mchezo. Yanga washinde mechi zao na sisi tutashinda mechi zetu, sawa. Jana umeshinda mechi yako mwana Yanga kwa goli tatu kwa bila. Hii inaashiria nyota ya kijani imewaka kuelekea ubingwa wa ligi kuu NLC. Okay. Jana sisi ule ni mwendelezo, ni kawaida yetu ya kushinda, ule ulikuwa ni mwendelezo tu, na wakati tunaenda uwanjani na hisi sisi wote tulikuwa tunajua tu Yanga anaenda kushinda kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza tunaenda kucheza na Yanga timu yote inaenda kucheza na Yanga, iwe Kagera Sugar, iwe Namungo, iwe hata Simba. Watu wengi wanaenda wanajua kwamba Yanga anaenda kushinda. Kwa nini? Kwa nini unasema hivyo kwamba watu timu nyingi zinacheza na Kage... na Yanga halafu zinakuwa zinajua kwamba Yanga anaenda kushinda kwa nini? Ni, ni mwendelezo wetu kwa kwaliu tulio nayo, unaona wachezaji ubora wao anakosekana, huyu anaingia huyu na anaingia, natupaki kitu ubora uleule ule. Kwa ligi, mwenendo wa ligi wa msimu huu kwanza nimeupenda sana, japo makando kanda uweze kuyamaliza na uweze kuwahukumu sana bodi ya ligi na TFF, japo ujuzi, niliwasikiliza wabunge hapa waliongea point, niliwasikiliza point za maana kabisa kwa sababu huu mpira uweze kuendesha kama vile wanaendesha familia yako, kwa sababu huu ni mpira. Lakini matokeo ya msimu huu tunayaona yanaenda vizuri, na nawashukuru sana Simba kwa kuleta challenge mm. Lakini sisi kwenye hicho kitu ambacho, yaani wanatushtukia, kitu ki, kimoja tu kidogo ambacho nataka nikwambie ndugu mtangazaji pale Simba, sisi ile dabi sio kwamba kitu kimoja tunakitengeneza pale ili na wenyewe, kwenye hizi mechi tatu, kwa sababu usaivi sisi, roho yetu ipo kwenye sababu, sisi tu kutafuta pale ni kupoteza au wajichanganya wa draw, point point, hizi zibaki point tatu ambazo tunawazidi halafu na sisi dadi, tunahitaji tukiacha za simba na yanga mm, tuna timu yetu ya mkoa wa kagera mm, kagera shuga mm. <tokusha> mwenendo wake kwenye ligi kuu sio mzuri yes, na taarifa zilizopo, yes, yes, yes, imeshuka daraja kwa sababu ilikuwa inategemea matokeo ya pamba mimi, jiji mimi, yakayo pamba jiji baada ya kupata matokeo mazuri dhidi ya kagera shuga, itakuwa imeshuka daraja rasmi. Hii taarifa nyie mmeipokea? Mimi kwa hilo mimi naomba nikufafanue kwa sababu mimi mimi, mimi katika Wana, wana, wana, wana gereji walioko hapa hmm. mimi ndio mshabiki wa kwanza ninayeingia kuangalia mpira wa Kagera Sugar, na kuna dogo mwingine hapa hmm. na hiyo wanaingia tu watu, ni watu wawili. Kwa taarifa za da, kushuka daraja la Kagera Sugar, da, mimi nimeumia sana, kwa sababu ukiangalia mechi nne za nyuma tumetumia nguvu nyingi sana. Hata mechi ya pamba yenyewe, ungekuwa ndugu mtangazaji pale, mechi ya pamba ungeona kwamba tulitumia nguvu sana kushangilia wachezaji na ukatupambania ukashinda Tatizo la Kagira Shuga liko wapi mpaka anaelekea kushuka daraja. Si, anaelekea, sina sikia ameshuka daraja. Na ameshuka. Amesema, ameshuka daraja. Hmm. Sasa tatizo hili limeonekana wapi? Wewe kama shabiki na mfuatiliaji wangu, unajua sisi ligi yetu, nataka nikwambie, sio Kagira Shuga ameshuka daraja. Utaratibu wa kushuka daraja upo duniani, timu zinashuka daraja, timu zinapanda daraja. Kinachokuwepo kwenye kushuka daraja ni kwamba labda mtu amekosea kwenye uwekezaji hajanua wachezaji hajalipa wachezaji mishahara, hana benchi nzuri la ufundi, yani hajakamilika. Sisi ligi yetu namba nne kwa ubora eh? ligi na, namba nne kwa ubora. Kwanza nataka nikwambie hatuwezi kuwa na klabu kwenye ligi namba nne kwa ubora ambayo inakuwemo kwa ajili ya kuchallenge timu mbili. Hatutakiwi kuwa na ligi, narudia, hatutakiwi kuwa na ligi bora namba nne ya Afirika ambayo hiyo timu inakuwemo kwa ajili ya kuchallenge timu mbili Simba na Yanga. Otherwise tutaendelea kushuhudia matukio, huyu kapewa pointi, huyu kaongezewa dakika kumi, huyu kaongezewa dakika mia na kitu. Unanielewa? ni kwa sababu TFF na bodi ya ligi hawajajipanga kuwa na timu ambazo zina wawekezaji wazuri ambazo zinaleta ushindani.